Yesu wangu hey. E, nisikia dimoi ndo hii sasa, nisikia dimoi ndo hii yaani hapo nisingekaza ningemgonga ule wa mbele. Na safari ya kanisani

sinikanyisha a mingi katakaenda ku hopitali nkawambia, a hopitali, sina gari <laughs> makanileteau na sasa, gari ilikuwa kawapi? si ilikuwa kunyumba tu. Fasi gani? si pale kwangu.